Na kwa sababu ni wengi, mahitaji ni makubwa sana, sio ya miundombinu tu ya elimu na afya, lakini watakapomaliza kusoma shule, mahitaji ya kujitafutia maisha yao. Hili ni swala ambalo linaanza likawa ni changamoto kubwa sana, hasa katika bara letu la Afrika kusini mwa Sahara, kwa sababu jinsi vichanga vinavyokuwa na hata vijana waliopo sasa hivi wanavyozidi kukua inahitaji fursa ya uchumi ipanuke kwa kasi kuwapa wote fursa, lakini vile vile lazima tutoe elimu ambayo inawaandaa wao kuweza kubuni fursa mpya za maendeleo. Kwa hiyo ongezeko la watu na kuwa na vichanga vingi na vijana wengi ni fursa kubwa sana kwa nchi yetu, tukijipanga vizuri, hasa kwenye elimu na elimu ujuzi lakini ni bomu kubwa sana kwa nchi yetu na bara letu tusipojipanga vizuri. Ni bomu kubwa ambalo litakuwa ni changamoto ambayo itakwenda zaidi tu ya kutokuwa na ajira ya kutosha, lakini inaweza ikatishia sana amani ya nchi yetu. Kwa hiyo la kwanza alilozungumzia hilo ni demografia, yani demographic dynamics, muundo wa watu wetu kwa umri, tuna piramidi hapa juu ni watu wachache sana wenye umri wa miaka 60 kwenda juu. Ukirudi chini, miaka 64 mpaka miaka 15 wapo wengi, lakini ukizidi chini wengi sana, na hii baraka ya kuishi miaka mingi tumeipokea mikono miwili, lakini maana hivi changa vyote, Mungu jalia, vitaendelea kuishi mpaka miaka 60 hasa. Sizungumzii changamoto ya miundombinu ya kuwapokea na kuwasomesha na kadhalika, nazungumzia watakapomaliza kusoma matarajio yao ni nini? Ajira, maisha yao yatakwendaje? Hilo la kwanza alizungumzia rais wetu, na hili sio la Tanzania tu, ni kubwa zaidi katika Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Wenzetu Ulaya tatizo lao ni tofauti, piramidi yao imekuwa kama imegeuzwa, wanapata watoto wachache sana, ili walau muhakikishe kwamba mnajireproduce wewe na mwenza wako, wewe na mkeo au wewe na mumeo, wala watoto wawili kuakisha kwamba Mwenyezi Mungu atakapowaita mmeacha watu wawili duniani. Wenzetu sio, wanazaa mtoto mmoja tu, wengine hawataki hata mtoto kabisa. Kwa upande wa Europe, piramidi imegeuka. Ni changamoto kubwa kwao, inaweza ikawa fursa kubwa kwetu. Wenzetu wana aging population, watoto ni wachache, wenye umri mkubwa miaka sabini ni wengi sana ziko nchi hizo wala siwezi kuzitaja, ukigoogle utaziona. Kwa hiyo nayo ni changamoto tofauti na ni fursa kwetu sisi. Sisi ya kwetu ni kuja kuwa na jeshi la vijana, wako mijini, wako mashambani, wanatafuta kazi, wanatafuta ajira, wana ujuzi wa kutosha, wamejipanga kutumia fursa ya dunia. Hilo la kwanza alisema rais wetu, ambalo limesukuma mageuzi ya elimu, na ndio sababu mageuzi haya ni muhimu sana. La pili alizungumzia utandawazi, globalization, mazingira ya dunia ambayo sasa hivi unapata chochote unachokitaka kutoka mahali popote duniani, kwa jinsi ambavyo dunia imeungana, biashara imeongezeka na huduma zinavuka mipaka. Tunakoenda, kwa kutumia artificial intelligence na teknolojia, mtu anaweza katibio, yuko hapa Tanzania na daktari yuko nje ya nchi. Bidhaa zinavuka mipaka, kwa sababu watu wanataka vitu vizuri, wanataka kununua suti nzuri, saa nzuri, viatu vizuri, na ubora wa vitu hivi ndio unasababisha vitu viuzwe. Hasa unasikia, nawai kusikia watu wanasema Tanzania tumeendelea, tuna magari mengi sana mtaani Eh, tunazalisha mangapi? Kwa sisi tukipata fedha tunanunua vitu kutoka huko. Tuna mfumo ambao sasa hivi middle class inaongezeka kwa kasi na inakuwa kubwa na matumizi yake yanaongezeka, lakini wanatumia vitu kutoka nje zaidi. Uzalishaji wetu ukoje? Kwa sababu ya utandawazi, suti nyingi nazoziona hapa zinatoka Uturuki labda na sehemu nyingine, lakini tunapeleka ajira Uturuki kule kwa ajili ya middle class hapa avae mtu apendeze, wakati vijana wetu wanatafuta kazi. Kwa utandawazi huo ni changamoto hiyo, kwamba fedha anazopata hasa middle class wanaweza wakazitumia kununua vitu kutoka nje, na vijana wanataka kazi hiyo hiyo ya kuzalisha vitu hivyo hivyo kwa hiyo Rais wetu alitamka hilo la utandawazi, umuhimu wa elimu, ili sisi tuweze kuandaa vijana wetu kuchukua fursa za utandawazi na kupambana na changamoto za utandawazi.